Ninakuuliza huo mwenyeonekala pa wakati Mungu anakufanya ukue mtu, amekupatia wokovu. Sasa ulishawahi kuuliza Mungu, misio gani uliniitia hapa chini ya jua? Kwa sababu Mungu hawezi kukuita bila misio fulani, juu ya kazi yake, juu ya kanisa, juu ya nchi, juu ya jamaa, na juu ya marafiki. Mungu akikuita anakupatiaka na misio yenye utaenda fanya wee. Sasa misio ya Yona ni kuenda kukemea watu walinao wafanye nini, waache maovu, ndio maandiko anasema waache maovu waliokuwa wakiifanya, lakini huyu jamaa akakimbia mpaka akafikia nivoo wakamtupa ndani ya bahari iko tuna kwepa uso wa Bwana. Ninakuuliza ndugu mpenzi, itafika hata lini utakimbia uso wa Bwana? Mbona siku zinaenda? Wakati huu haiko wakati wa kukwepa Mungu, haiko wakati ya kukwepa uso wa Bwana, haiko wakati ya kukwepa mapenzi ya Mungu wakati ambapo tuko ndani ni wakati wa kusegamia Mungu, ni wakati ya kuweka imani yetu mbele za Mungu ili tuangalie kama Mungu atatuonea huruma na kutuokoa na maovu haya ambayo tuko tunayapitia. Lakini wewe huko nalala, unalala usingizi. Acha nikuambie kwamba wengi waliolala waliangamia. Maandiko nasema Paulo alikuwako na hubiri kwenye dari kulikuwa mtu mmoja manaita Etiko. Huyo Etiko, maandiko nasema Paulo iko na ubiri. Huyu jamaa akalala. Maandiko anasema ikafikia wakati alidungukia mudirisha na njoo iko chini hadi maiti. Nimeelewa? Kingine, maandiko nasema juu ya usingizi ya kwamba mtu ambaye anazoea kulala ni mtu maskini. Sasa, angalisho usikuwa kama Yona mwenye lilala wakati wa shida, usiwe maskini. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba samaki kubwa Mungu akaituma ikafungua kinywa nikamumeza Yona. Kuko wakati ingine unakatalaka kuomba, ni jua uyafiki wako. Kuko wakati ingine unakatalaka kutumikia Mungu ni jua auyafikiwako. Kuko wakati ingine, Mungu anakutuma na katela utaenda, ni jua auyapata malipizi kutoka kwa Bwana. Biblia inasema Yona ndani ya tumbo ya samaki njo akakumbuka kama Mungu anakuwaka njo akaomba njo akafunga bila kushurutishwa na bila kubembelezwa unakuwa wakati tunaambia watu tuombe, watu hawataki, wa tufunge, watu hawataki, wa tumtumikie Mungu, watu hawataki. Wa elewa kitu moja ya kwamba kuko wakati utatumika ile kazi bila kusukumwa na bila kupembelezwa. Ndio maana ninakwambia kwamba Mungu hapendake waasi, Mungu hapendi waasi. Kuna kuwa wakati ambapo mtu anaenda kinyuma ya mapenzi ya Mungu na kufanya dhambi mpaka Mungu anasikia noze, harufu imefikia, imefika mbele za Mungu vibaya. Mungu anajiuliza mutu wa aina gani huyu? Bwana atusaidie na Bwana aturumie. Biblia inasema Yona ndani ya tumbo ya samaki siku tatu iko naomba. Pale njwana ana, anatambua hivi eh, vitu viko serie. Mimi nampenda Mungu nampenda Mungu sana, alipofanya siku tatu ndani ya tumbo ya samaki iko naomba, na anafunga bila kula bila kunywa samaki nayo mule ndani hakuna kumshushia hata toni moja ya maji. Muasi utampatia muasi aye, muasi amampatia yake. Ukipatia muasi, muazi yako vinahomba. Sasa Yona ni muasi, samaki kimshushia toni moja ya maji, samaki nazama, samaki nakufa. Sasa Mungu anaangalia ya kwamba acha nimufundishe Yona ndani ya hii tumbu ya samaki siku tatu. Mimi napenda Mungu. Biblia inasema hivi, wakati samaki ilienda kutapika Yona twani pembeni ya bahari, haikumutapikia ni nawe, lakini ilimutapikia nafasi ambapo Yona tatembea trois jours busiku na mchana. Uko anasikia malipizi ya Mungu. Mungu akampini ambia uliwazo nakwepa lakini mie hamanikwepake. Mungu akampinie trois jours, mwanaume iko na tembea busiku mchana, busiku mchana, busiku mchana, panda siku tatu mbele aingie nini, mbele aingie ni nao. Sasa mi napenda Mungu sana. Kama Mungu anakupenda na kama Mungu anakuchagua na kama macho ya Mungu iko juu yako, acha nikwambie kwamba ya kitu moja ya kwamba atafanya ngisi yote yeye wa Mungu ufikishe ujumbe wake kwenye yeye alitaka uifikishe. Mimi napenda Bwana, maandiko yanasema Yona aliposogelea mji wa Ninawe iko na tabiri, baada ya siku tatu Ninawe itafanya nini? Itaangamia. Ah, gusa mwenzako mwambie mawazo ya mtu haiko mawazo ya Mungu.